Umoja huu ambao ulianza na vijana laki sita na leo tuna vijana milioni nne laki sita na themanini na moja elfu. Sisi kama TYM tumekaa tumefanya utafiti, tumezungumza na wadau wetu ambao ni wako kwenye umoja wetu wanachama ambao watu walio kwenye umoja ambao wamejiandikisha, tuko takribani milioni 4 laki 4 na elfu 25, ko tukakubaliana kwamba kwa, tuka kwa nini watu milioni 4 laki 6 na elfu 25 usiwe mtaji? Baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali, maana yake tukapata eh, certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Nyamongo zamani ilikuwa ni fujo kila siku, yale maeneo yanayozunguka Nyamongo, lakini tukaangalia, tukafanya utafiti tukagundua vijana wengi pale hawana kazi. Vijana pale wamepewa leseni takriban vijana elfu mbili around ule mgodi tayari wanaweza kuchimba. Jambo ambalo ambayo lilikuwa halijawahi kutokea, mama huyu aliweza kutupatia sisi TYM vijana mitambo miwili ya kuchorongea ambayo mtambo mmoja gharama yake ni bilioni zisizopungua 18, kwao mitambo miwili mama watu alijitoa kwa ajili yetu bilioni 36 plus ko kwa. Kwa nini tukasema kwa nini tusi, tusiwe mtaji wa kusema asante mama kwa hili jambo ambalo umelifanya kwa vijana wachimbaji. Leo benki kuu ya Tanzania inanunua dhahabu kwa bei ya soko la dunia ninanunua, ni kwa keshi. Kwa hiyo ina maana mama ameona nchi hii iweze kuwa na rizevu ya dhahabu, tunakwenda kuwa na rizevu kubwa ya dhahabu, lakini wakati huo ananunua dhahabu kwa keshi bila kukopa, kama ambavyo zamani tulikuwa tunasumbuliwa na watu, unapeleka dhahabu unakaa muda mrefu, hujaweza kulipa fedha yako. Lakini leo hata hao unaona wachina walioingia tekniko sapoti wanauza dhahabu yao wa kwa BOT kwa sababu wana uhakika wa kupata bei nzuri na fedha cash. Leo hii mama ameweza ameweza kusaidia kuangalia na kuhakikisha kwamba bei ya soko la dunia ndio inayo ndio bei tunayopata kwa hapa Tanzania. Leo niwaambie bei ya dhahabu gramu moja inakwenda mpaka laki tatu plus kile ki Ki, ki- gram ni kidogo sana, lakini tunauza laki tatu plus, na wanaonunua ni BOT, wanashindana na wale wanaotoka nje. Kwa hili ni jambo kubwa ambalo ameweza kuhakikisha bei ya dhahabu inakwenda sambamba na bei ya soko la dunia. Hiki tunachokifanya ni makubaliano ya kikao tulichokifanya viongozi wa Tanzania Youth in Mining jana, mkoani Geita, tarehe 26 tulipokutana na viongozi wote Tanzania nzima na kukubaliana biashara madini duniani. Nchi yoyote inayofanya biashara ya madini duniani, madini yale hayawezi yakanunuliwa kama hiyo sehemu, nchi hiyo kuna vita. Kwa hiyo, kama serikali imecheza upande wake, lakini sisi vijana katika kikao chetu ambacho tumekaa jana Geita tumeazimia kwa sababu tunajua athari ya maandamano na athari ya bidhaa ya dhahabu katika soko la dunia. Kwa hiyo tuliangalia hiyo athari na tukaimiza vijana wetu, tuelekee kwenye mlengo wa kufanya kazi ya uchimbaji ili uwe na tija kwa vijana na kumiliki uchumi, serikali iweze kupata kodi na vijana kumiliki uchumi, tujiepushe na maandamano ambayo hayana tija, na kimsingi dhahabu itashuka endapo tu itakapotokea crisis ya vita katika nchi hii.